Wakati wewe unagundua madawa ya kuweza kumroga mwenzio, wenzako wanaendelea kugundua vitu ambavyo vinaweza kusababisha watu wengi tuweze kuwasiliana. Sasa kampuni ya Trump Organization ambayo inamilikiwa na rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump, rasmi pia imeweza kujiingiza kwenye soko la simu kupitia huduma mpya iitwayo Trump Mobile, ikizindua simu janja ambayo pia inaripotiwa inaripotiwa kwamba eh, T1 ambayo pia inaweza kutengenezwa Marekani kwa bei ya shilingi milioni moja na laki mbili ndio sim. Simu hiyo itauzwa. Sasa simu hii ambayo inazalishwa na kiwanda chake cha Trump pia itakuwa inauzwa shilingi milioni moja na laki mbili. Sasa wateja wa Trump Mobile watalazimika kulipia mpango wa kila mwezi uitwao the 47 plane unaogharimu shilingi laki moja na elfu ishirini na mbili mia saba na thelathini na nane. Mpango huu pia unaweza kujumuisha huduma za 5G maongezi na ujumbe bila kikomo, data isiyokuwa na kikomo, msaada wa barabarani, yani roadside assistance na huduma za afya mtandaoni, yaani telehealth. Pamoja na simu hizi, zi, eh, pamoja na simu za kimataifa kwa zaidi ya nchi mia moja. So simu hizo zitakavyoweza kuanza kutumika ambazo pia zinazalishwa na Trump mwenyewe bwana so, zitaweza kupiga mataifa zaidi ya nchi eh, mia moja ukiwa pale nchini Marekani. Ingalia kuwa sasa hatujajua sasa kwamba hata huko bongo zitatufikia. Najua zitatufikia lakini ni baadae sana. Najua Marekani ndio watakuwa watu wa kwanza kabisa kuweza kuanza kuzitumia eh, simu hizo. Kwa hiyo simu hizo ukishalipia hiyo na 22738 inakuwa ina 5G kwenye swala zima la network, yani inakuwa iko safi kabisa, data isiyokuwa na kikomo, msaada pia barabarani kwamba imetokea eh, tatizo lolote barabarani si, utaitumia simu hiyo kuweza kuweza kutoa taarifa, lakini pia telehealth, masuala mazima ya afya mitandaoni. Lakini pia taarifa zinaendelea kusema kwamba hakuna mkataba wa muda mrefu wala jambo linalowezesha watu wengi kuweza kujiunga kwa urahisi. Mpango huu unaolenga kuunganisha teknolojia na uzalendo kupitia bidhaa za made in USA. Noma enoma sana. I think bwana, simu hii itakuwa ni nzuri sana kwa sababu zinaweza kusaidia mambo mengi sana eh, na mimi i think kwa Tanzania nitakuwa mmoja kati ya Tanzania wa kwanza kuweza kuitumia na simu hii chumvi kidogo, lazima zihusike. Endelea ku drop comment yako kwenye mtandao wetu wa kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau pale YouTube chini e, ukisubscribe channel yetu utakometisha kinoma noma. tech for this ciao.